Ofisi ya mbunge kuweza kualikwa katika hafla hii ya mchezo huu wa Sapongo ligi. Kusema kweli, mbunge wangu amefurahi wa sana na anawashukuru sana kwa heshima hii mliompa leo hii. Yeye alipenda sana awepo pamoja nanyi, lakini majukumu ya kitaifa yamemfanya aendelee kuwepo kule Dodoma, lakini amenitumwa mimi katibu wake kuja kutoa salamu zake. Ndugu zangu, mimi napongeza timu zote zesite pamoja na azizi kuweza kushindana katika mashindano hayo. Kusema kweli, nimeona vipaji vingi, na salamu hizi mimi nitampelekea mbunge wa jimbo la Tanga, ndugu yetu Kassimu Muhammad Makubeli, kwani yeye ni mdau mkubwa sana wa michezo. Amesema ukienda pale kuangalia mechi hii ni lazima ubaini vipaji. Nimechukua majina vipaji nilivyoviona, na havitokuwa vimecheza bure, tutavipeleka mbele huko, ili kusudi kuviletea maendeleo mpaka kufikia wachezaji wakubwa katika ligi zetu za juu. Pamoja na za nje ya nchi. Sapong Kapu, we! Asanteni sana, nimefurahi sana leo kuona mchezo huu ambao tumepata heshima kubwa. Mbunge wangu anasema leo hayupo, lakini katika ligi ijayo ataanza mwanzo mwisho na atawaunga mkono na amewaunga mkono, kwani waratibu wenu walikuwa wanakuja ofisini, tunajaribu kuzungumza ni jinsi gani ligi hii tutaifanikisha. Tunawapongeza sana kile mlichokipata tunasema kinawatosha kwa ajili ya kufanikisha jambo hili, lakini mengi yana mazuri yanakuja. Sapong Kapu. Uh, kwa majina naitwa Bilal Minhaji Huseni Konga ni kaptain of the city ana 15 uh, kwanza pia napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Kasimu Amari Makubei kwa kutuandalia mashindano haya na pia Mheshimiwa Sapongo kwa kuandalia mashindano haya pia tunaomba muweze kutusapoti viongozi kwa kumaliza hapo, nasema asanteni sana kuanileakumbe hili, na nafurahi sana kwa kuchukua ubingwa huu kwa vijana Tanzania. Leo ndo nilikuwa daktari ambaye nilihudumu uwanjani kwenye fainali hii hapa. Vijana ndo soko langu, vijana ndo watu wangu wa mimi kuzungumza nao. Kwa hiyo nikiwaona vijana wako uwanjani wanafanya mazoezi, napata amani sana, kwa sababu najua hawapati muda wa kwenda kufanya uhalifu, hawapati muda wa kwenda kufanya mambo maovu. Mazoezi ni afya, mazoezi ni ajira, mpira ni afya, mpira ni ajira. Nimefurahi kuwaona vijana wengi hapo uwanjani, nikiamini kwamba ni moja kati ya ajira wanajitengenezea, lakini pia wanapata muda mwingi wa kuconcentrate kwenye mazoezi kuliko os kwenye vitu ambavyo vingewaingiza wenyewe kwenye matatizo kama madawa ya kulevya eh, kujishirikisha na vitendo vya ngono katika umri mdogo na mambo mengine mengi kiukweli. Nitoe tu rai kwa vijana wengine pia, wasikae mtaani, ajira inapatikana uwanjani, kwa sababu michezo ni ajira, na mimi kama daktari nawaambia michezo ni afya, na vijana kujihusisha kwenye michezo kunawapunguzia kuweka, kuwaweka kwenye hatari nyingi sana za kijamii kama vile kuvuta madawa ya kulevya kuvuta bangi, kujihusisha na vitendo vya kiuhalifu na mambo mengine. Kwa hiyo niendelee kwa kuwapa moyo wale ambao wanaandaa haya mashindano, wasishie hapa, waandae na mashindano mengine, ili vijana wetu wapate muda mwingi wa kuwepo uwanjani kuliko kupata muda mwingi wa kuwepo kwenye vitendo vya kiuhalifu. Usisahau kusubscribe youtube chaneli yetu MP online TV.